kushughulikiwa matukio makubwa yaliyojitokeza ya kwa kipindi cha mwezi mmoja naye ameweza kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Na tukio la mauaji lililotokea wilaya ya Sengerema, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamshikilia Doto Marco Sanan, ana umri wa miaka 18, ni mkulima mkazi wa Butonga, wilaya ya Sengerema kwa tuhuma za mauaji ya mtu aitwaye Elias John ana umri wa miaka 18 mkulima mkazi wa kijiji cha Butonga wilaya Sengerema kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali sehemu za kifuani. Vijana hawa walikuwa wakitaniana, lakini ndipo mmoja akawa amekasirika na kuweza kumfanyia mwenzake shambulio hilo ambalo lilipelekea kifo. Tuhumiwa amekamatwa na uchunguzi utakapokamilika jalada itapelekwa kwa ofisi ya mkuu wa mashtaka kwa ajili ya mapitio na maelekezo.